Kitaja tu kwa haraka wale ambao ni waathirika waliopo hapa mbele yako ambao wametendewa yasiyofaa. Tunaye mchungaji Daniel Liza ambaye ni mwangalizi wa makanisa ya TG kule Kisongo Kaskazini. Yeye alivamiwa na kushambuliwa kwa vipigo na wakafanya ulazima wa kutaka kumrudia mtoto aliyekuwa aliyekuwa amekwisha kutairiwa. Lakini tunaye Askofu Albert Sindondwa wa EGT Monduli Ye, wachungaji wa kwake, wachungaji wa makanisa aliyoko chini yake wamevamiwa, wamepigwa mbele ya familia zao na kuumizwa vibaya. Mfano ni mchungaji Moses Tabao ambaye yuko hapa, lakini wengine a, ni kanisa la kule na Dosoito la EGT anakotokea mama mchungaji Joyce Mlai na mume wake Felix Mlai. Kuna mtoto ameumizwa vibaya sana, na sasa wengine wanatafutwa pia lakini tunaye mchungaji Noa Sianga anayetokea kule kule Olmotonyi. Kuna kijana ametekwa, na hata akiwa hapa amesema walikuwa wanamtembeza. Bado polisi wanajitahidi kwenda kumtafuta yule kijana. Mimi ni mwathirika, mwenyekiti. Mimi mtoto wangu ni mtahiri, miaka mitatu baada ya wao kufukia jiwe na miaka mitatu na nusu kabla ya kufukua, mbali mno, katikati kati kabisa. Na nikakaa muda wote kwa miaka hiyo mwezi mia, na, wa nane ndio wakanivamia nyumbani kwa Jumapili. Nitoka kanisani nikafika nyumbani, kundi la vijana wapatao kama mia nao wakafika nyumbani kwangu. Kijana kaenda kafungua geti wakaingia, waingia kwanza watatu, nikatoka nikijua kwamba ni wageni wa kawaida, nikaongea nao vizuri. Wakaniambia tunakutaka wewe. Kwa nini? Namtaka kijana. Sasa tukajadiliana nao pale, nikawaambia mimi kama mimi Nina akili timamu siwezi kuondoka na nyie kwa sababu najua mnavyokwenda kufanya kule. Na kama mlikuwa na jambo na mimi mngeniita kwenye vikao vyenu, nije kwenye kikao, mniulize nini kifanyike, nini mnifanya niwaeleze, kwa nini mmefanya na nyie mniambie kwa nini, kwa nini mmefanya hivi. Sasa kadri ninavyoongea wanaingia kwanza wanaingia, watoto wakawa wanaingia wanaingia. Na tukajelena kwa muda mrefu sana kama muda saa nzima pale. Wakanlazimisha nitoke nikasema sitatoka hapa, labda mtaniondoa hapa mmeniua pale. Nikakaa nikabishana nao. Sasa baadaye, wakaona wilibaro pale nyumbani kwa kwangu, nilikuwa pale nje. Mmoja akasema tuchukue tumbebe kwa ile wilibaro. Wakaniambia mzee, ingia kwenye wilibaro. Nikasema siingii kwa mguu wangu, najua nyi mnaweza kuniua lakini mimi kwa mguu wangu sitaingia pale kamwe. Tukajadiliana kwa muda mrefu sana, alikuwa na wengine wanaogopa, wengine wana lakini baadaye, saa wakatokea Vijana wakanishika, kaninyanyua, kaniweka kwenye ulibaro. Wakanisukuma. Kwa kweli niliumia. Na hizi maumivu niliyoumia sijawahi kuumia kiasi hicho tangu maisha yangu yote. Sijawahi kuzalishwa namna hiyo. Nikasukumwa na ulibaro, nikatolewa pale getini, watoto wangu wapo, majirani wapo, watu wapo. Napotembea, naposukumwa na baisikeli, mkokoteni, watu wako upande wa barabara, wako upande wa barabara. Kina wao wanawake wanalia na nini na nini. Mimi naitwa Moses Saitabau, ni mchungaji wa kanisa la EGT, ndio wale tuliofamiwa na manyangulo wale viongozi wa mila. Siku ya tarehe sita mwezi wa kumi na moja siku ya Alhamisi, wakatufamia usiku, wakatutoa nje, wakanishambulia, na nilijaribu kuwauliza, kwa nini mnafanya haya Wakasema, kwa nini haushiriki mambo yetu? Kwa nini hauji kuwaimbia malayoni? Kwa nini haushiriki sherehe yetu? Nikawaambia mimi nimeokoka, kwa hiyo sitaweza kushiriki hayo. Jamii, tarehe 23 tutakuwa na kikao tumeitisha, ili kuweka hayo mambo bayana kati ya imani ya Kipentekoste na mambo yetu ya mila. Kwa hiyo nimekubaliana kwamba washirika wa maskofu watakuja hapo na ni wa Masai bado. Kwa hiyo tunaona namna kufutana, tukawataka kwa moja na 23 hapa eneo la Lerai, tukapokubaliana ni nini kwao, ni nini kwao, ni nini. Kwa hivyo wanasema hawa Pentecosti, kanisa la Pentecosti wanasema hapa katika mila zetu tunapoingia tohara wanaingiza mambo ambayo imani yao haikubali. Sasa ndio nataka tukae, ni ipi ambaye itaki utaki mafunzo ya ya, ya, ya, ya mila tohara bado nataka mara ba, natairiwa naenda kutairi kwani natairi, lakini ushirike katika, katika rika na rika ina gharama yake. Ndio maana nafunga miaka saba miaka saba na tairi miaka saba na wacha, ili kutengeza rika, ndio nakuja kukaa kwamba mila au kabila sio kitu cha kuhamia ni kitu cha kusalia kwa damu na imani ni kitu ambayo imeenda. Kwa hiyo nakuja kutathmini kwamba wewe utakuta shiriki pipi una, una rika una nini tukaka ba, bayanashmua so, lakini wamekuwa wachungaji wakilalamika kwamba vijana wao akjami so kwa akiwapiga na kuwadhalilisha. Sababu malalamiko unayo, na hatua gani so umechukua kama kiongozi wa jamii hiyo? Kama ulivyosikia, nilipopigiwa simu katika mana alikuwa anaendelea, nimepigia simu nikasema, nika wachifrg na ameacha na hata sasa hivi nimewambia kama kuna wengine ambao bado anateswa hapo huko nyumbani, nimewambia kwamba andikeni barua, ileteni kwenye baraza letu, uh-huh. sisi na sisi tunaeza